Mvutano kati ya Ethiopia na Eritrea umefikia kiwango kipya cha hatari baada ya serikali ya Ethiopia kuishtaki Eritrea kwa kujiandaa kufanya vita dhidi yake kwa ushirikiano na kundi la upinzani la Tigray People's Liberation Front, TPLF. Katika barua iliyotumwa kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ethiopia, Gideon Timotheos alidai kuwa uhusiano kati ya Eritrea na wapinzani wa serikali ya Addis Ababa umeonekana wazi zaidi katika miezi ya hivi karibuni. Eritrea bado haijatoa maoni kuhusu tuhuma hizo, lakini uhusiano wake na Ethiopia umekuwa ukidorora tangu mwaka jana, hasa baada ya Addis Ababa kuanza kampeni ya kutafuta njia ya kupata tena upatikanaji wa moja kwa moja kwenye Bahari Nyekundu, jambo lililoamsha wasiwasi mkubwa wa Asmara, mji mkuu wa Eritrea. Ethiopia ambayo haina bandari tangu Eritrea ipate uhuru mwaka 1993 imekuwa ikisisitiza kuwa nchi kubwa kama yake haiwezi kuendelea bila ufikiaji wa bahari. Kauli hii imeonekana kama tishio kwa Eritrea ambayo inadhibiti fukwe za Bahari Nyekundu. Iwapo madai ya waziri Gideon ni sahihi, basi Eritrea inadaiwa kuendesha vita kwa njia isiyo ya moja kwa moja, proxy war, dhidi ya serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed kwa lengo la kuizuia Ethiopia kuingilia kijeshi eneo la Eritrea ili kuchukua bandari. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa mataifa haya mawili yalipigana vita kali vya mpakane kati ya mwaka 1998 na mwaka 2000 vilivyogharimu maisha ya maelfu ya watu. Baada ya Abiy Ahmed kushika madaraka mwaka 2018 Uhusiano wa kati yake na rais Isaias Afwerki wa Eritrea ulionekana kuwa mzuri, hata iliyomsaidia Abiy Ahmed kushinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka uliofuata. Lakini sasa urafiki huo umegeuka kuwa uhasama mkubwa. Katika barua ilionekana na shirika la habari la AFP, Gideon alituhumu serikali ya Eritrea na kundi la wapinzano la TPLF linaloongozwa na Debretsion Gebremichael kwa kufadhili, kuhamasisha na, na kuelekeza makundi yenye silaha katika eneo la Amhara ambako wapiganaji wa Fano wamekuwa wakipambana na serikali ya shirikisho kundi la Fano ambalo awali lilikuwa mshirika wa serikali ya Abiy wakati wa vita vya Tigray, limegeuka kuwa adui, likikataa mpango wa serikali wa kuwapokonya silaha. Sasa limekuwa likifanya mashambulizi makubwa, likiwa na azma ya kulinga wa Muharik na hata kutishia kuipindua serikali ya Ethiopia. Gazeti la Addis Standard limeripoti kuwa barua ya waziri Gideon inadai Eritrea na wanaharakati wa TPLF walihusishwa na juhudi za Fano za kuteka mji wa Woldia mwezi Septemba na kwamba makamanda wa TPLF walishiriki moja kwa moja katika operesheni hiyo. Tangu Oktoba mwaka 2023 imekuwa ikisisitiza kwa umma kuwa ni lazima irudishe upatikanaji wake wa bandari ikidai kuwa kuachia pwani kwa, kwa, kwa Eritrea wakati wa uhuru wake kulikuwa kosa la kihistoria. Wiki hii rais wa Ethiopia Taye Aske Selassie alisema mbele ya bunge kuwa Bahari Nyekundu na mto Nile ni rasilimali kuu za mali zinazohusiana moja kwa moja na uwepo wa taifa letu. Kauli hiyo ilikasirisha sana serikali ya Eritrea. Waziri wa habari wa Eritrea Yemane Gebremeskel alijibu kwa maneno makali akisema, ni upumbavu wa kiwango cha juu na wa ajabu. Ulevi wa Ethiopia wa kuzungumzia Bahari Nyekundu na Nile ni wa kushangaza na wa ajabu kwa viwango vyote. Wachambuzi wa siasa za Pembe ya Afrika wanaonya kwa mvutano huu unaweza kuzua vita vipya vinavyoweza kuyumbisha ukanda mzima wa Bahari Nyekundu, eneo ambalo tayari ni lenye umuhimu wa kijeshi na kibiashara duniani. Kwa sasa mataifa jirani kama Sudan, Jibuti na Somalia yanafuatilia hali hiyo kwa wasiwasi mkubwa, huku wachambuzi wakisema vita vingine kati ya Ethiopia na Eritrea vinaweza kuwa janga kwa amani ya Afrika Mashariki.